Tuna utawala ambao upo kwa ajili ya huduma ndani ya Njombe. Jambo hili mimi nasikia fahari kuwa mmoja wa wabunge wachache ambao wapo hapa kwa ajili ya huduma ya wananchi. Wengi wanahangaika sasa hivi majimboni, wanapigana vikumbo kutafuta hizi nafasi za ubunge, lakini mimi nimetulia kwa sababu wananjombe mnanifahamu, mnafahamu jambo letu Tuna ajenda kubwa ya kubadilisha Njombe, tuna ajenda kubwa ya kubadilisha Njombe na mimi, ajenda hii inasema, sio ya Chama cha Mapinduzi, yaani wote wana Njombe, uwe Chadema, uwe chama kingine, ajenda yetu ni hii moja, na mna kiongozi mmoja anaitwa Deo Mwanyika, anasema mtumieni, mtumieni yaani msibabaishwe na miluzi mingine. Najua wananjombe, hamtababaika hamtababaika, tupo imara, tuna kazi kubwa, tuna mambo makubwa ya kufanya, na bahati nzuri mambo ya makubwa mimi yote hapo kwenye kalenda yangu, na ngoja tu tumalize uchaguzi, tuapishwe, tuendelee na, sasa nitaendelea kwa nguvu kubwa kweli, maanake viwe vichochoro vyote navifahamu kule, vichochoro vyote navyelewa wapi pa kubonyeza, wapi kwa kwenda, wapi tunataka wapi, tuna, tunataka nini na wakati gani? Hiyo ndio, hiyo ndio faida. Mwisho kabisa, mashindano haya nikiangalia risala ambayo imesomwa na mwalimu Haule Mahenge, na kushukuru kwa risala, na mimi ni mtu wa vitendo. E, katibu, wala hutahangaika kunikumbusha mimi wanaambia wenyewe yani, ukisha ukishaniambia hii ndio ninayotaka, tukumbushane tu kwa bwana, kuna hiki kijakamilika, tunafanya tunakamilisha. Kwa hiyo kutawanya eh, madrafti kwenye vijiwe, tujiwe tu idadi, ukishajua idadi tunatawanya mabenchi, mbao tunazo wenyewe, mafundi ni wetu wenyewe, mimi niku, nikuwezesha tu, niambie ni lini, mafundi wako wapi, mbao ziko wapi kazi hiyo ifanyike. Kwa hiyo tunataka tuone watu wafanye wa, wa baada ya kazi wanakwenda kucheza draft, baada ya kazi wanakwenda kujirefresh. Hatupendi kuona saa nne watu wanacheza draft, nataka baada ya kazi watu wanakwenda kucheza draft, wafanye shughuli zako jioni kwenye draft. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayana matatizo ni mambo ya ambayo kwangu mimi nasikia fahari kuyafanya kwa sababu ni huduma kwa wananchi. Nilifanya utekelezaji wa ilani mwezi wa kumi na mbili tarehe 23 kwa tarehe 22, nikawa nafanya tathmini tu ya kuangalia hela ambazo Tanzania, hela ambazo serikali imetupatia kwenye kipindi cha miaka minne kwa miradi mbalimbali mbali, na asiyesabii miradi ya barabara inayokuja wala si hesabii kiwanja cha ndege kitakachokuja, miradi mbalimbali mingine, maji, barabara, mahospitali, mashule. Tulikuwa tunaongelea bilioni mia tatu ndani ya mkoa wa Njombe. Ndugu zangu ni fedha nyingi na zitaendelea kuja kwa wingi, lakini nikajifanyia tathmini hata mimi mwenyewe kwamba hivi mimi kama mbunge mchango wangu umekuwa ni upi kwenye kuhakikisha kwamba mambo mengi yanafanyika na kwa kweli nilimwomba nilimwambia mke wangu, nasoma hapa asisikitike, maana yake yale ni za familia. Kawambia ni Wananjombe, mumshukuru kwa sababu haya mambo mimi nayasema, lakini naye amekubali, anataka tuendelee kutoa huduma kwa Wananjombe. Na kwa hesabu ya haraka kwa wakati ule nilikuwa nimetumia shilingi milioni mia nne za mfukoni mwangu, za mfukoni mwangu sasa ngine mbona mimi sijaonja. Mimi sitoi kwa mba, mtu moja moja. Mbona kuna wengine wananingoja pale wanadhani ninakuja kugawa. Mimi sera yangu ni hiyo moja kwamba sipo kusaidia mtu mmoja mmoja, nipo kusaidia shughuli za maendeleo za vikundi. Lakini nipo kusaidia matatizo yale ambayo ni ya kweli, tena na mama mjane watoto wamekwama kabisa uwezo hamna, hao ndio nawaangalia. Lakini vile vile vikundi mbalimbali sasa kwenye risala, e, Mwalimu Mahenge ameongea hapa kuhusiana na swala la mikopo. Ndugu zangu, ni kweli, mikopo ni kweli mikopo mingi. Na moja ombi ambalo mlikuwa mmelitoa na Wananjombe walilitoa ni kuhakikisha kwamba hii watu wazima na wenyewe wanaingia, tumefanikisha kwenye mikopo ya halmashauri, tumefanya ushawishi, walikuwa na miaka 30. Sasa anakwenda mpaka miaka zaidi ya 30 mpaka 40. Abana tano kwa hiyo tumefanikiwa kusogeza pale. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mpaka 45 anaweza kapata. Sasa mwalimu, nakuelewa, wanasema kwamba ukitoa mpaka hapa watu wanaomba kule zaidi. Kwa hiyo, anasema tuongeze goli. Kuna wazee vile vile ambao na wenyewe hawako tasafu lakini wana ni wajasiria mali, na ni kweli kwa data za benki ya za, tunasema kwa data za za WHO, shirika la afya duniani, umri wa kuishi umeongezeka. Kwa hiyo mtu wa hamsini, wa hamsini na tano wa sitini bado ana maisha. Kwa hiyo ni kweli kama mnavyosema kwamba na, na hao waangaliwe. Kwa hiyo niseme kwamba yeye nalichukua kama moja ya mambo ya kuyashughulikia, moja ya majukumu kama mbunge wenu. Nina majukumu mengine ya kimkoa sasa Saka, katika majukumu ya kimkoa jukumu moja kubwa kuliko yote ni kuhakikisha kwa kwamba tunaifungua Liganga na Mchuchuma. Ndugu zangu, ufunguaji wa Liganga na Mchuchuma utabadilisha Njombe yetu, na mimi ninafurahi kuwamegea kwa kuwamegea tu tu kidogo kwamba tumekaa miaka mingi, mimi nakumbuka nilikuwa mdogo mpaka nakuwa babu yangu alikufa na miaka tisini kama tisini na tano alikuwa ananiambia huko kuna chuma huko kuna madini mengi nataka haya madini yatusaidie lakini sasa tunakufa hatuoni kitu toka niliposikia na nilipata akili katika jambo ambalo mimi ninalipigania kwa sababu najua manufaa yake ni kuhakikisha kwamba miganga na mchuma inafanya kazi sasa habari tulionayo ni njema kwamba mimi, na, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya viwanda, biashara na moja ya mambo ambayo nilikuwa na kazi ya kuchagiza kwa nafasi yangu, ukiacha kwamba ni mbunge wa mkoa wa Njombe, ni mwenyekiti wa kamati, nina kazi ya kuchagiza. Kwa hiyo nilikuwa na kazi mbili, mwana Njombe lakini mwenyekiti. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa rais.